Unaweza kuangalia taarifa za matoleo za kila sabato, mwezi, robo na mwaka kwa kubonyeza sehemu Data Overview, chagua taarifa za sabato husika na utaona watu lisiti zao ambao umewakatia. Unaweza kuona mchanganuo wa matoleo zaidi kwa kutazama hapa na kubonyeza kiasi husika cha matoleo kuona watu waliotoa kiasi hicho. Unaweza kuprint receipt ya matoleo kama Excel au kuprint katika POS. Ukibonyeza print receipt maana yake utaprint katika POS, au Bluetooth machine, lakini mfumo na kuruhusu kuprint Excel data kwa kubonyeza sehemu ya kuprint Excel, kisha kuchagua either summary kuplinti pamoja na majina ya wale waliotoa. Chagua machaguzi utakayohitaji kisha bonyeza kuprint. Mafaili ya Excel yanatunzwa katika folda ya download kisha folda la jina la mfumo kisha hapo utakuta tarehe husika ya mafaili ambayo umeprint. <tune>